Ujana kitu kitamu, tena ni azizi sana maungoni mwangu humu, nilikuwa na ujana kwa wingi katika damu, tahama kile osina, na sikitika hadumu rafiki yangu ujana. Juwa langu limekuchwa, usiku umesimama simama nikikitazama kichwa, nywele nyeusi hakina, kama zilizofikichwa, zikang'olewa mashina. Na sikitika hadumu, rafiki yangu jana. Kichwa kimejaa mvi, kichwa nime, kinywani meno hamna nikenda kama mlevi, miguu nguvu haina. Kumbe ujana ni hivi, ukenda hauji tena. Nasikitika hadumu rafiki yangu ujana, wazuri wenye uturi na mikono yenye hina kila mtu mashuhuri alipenda kuniona, nilifa kwa shauri na sasa sauti sina, na sikitikahadumu rafiki yangu ujana. Siku itakamiwani macho nilipotazama, skuli na tachuoni niliona kama panya. Leo mwezi si uoni, macho mefika kiyama, na sikitika hadumu rafiki yangu ujana. Kilichokuwajizani niliweza kukiona, nikikijua thamani, uzuri wake na jina Leo sijui ni nini hata ikiwa mchana, na sikitika hadumu rafiki yangu ujana. Nilingia zambini kumcheka bwana Juma, eingia ukongweni hata banda yeye hana sasa zamu yangu mimi, muosha leo kabanwa, nasikitika hadumu rafiki yangu ujana. Nilizama mawimbini, bahari naitukana, kule pwani mchangani, mbizi nilipiga sana. Leo maji yafutinihufikiria na zama, nasikitika hadumu rafiki ya kujana. Nilipodunda njiani, watu wanaulizana, yule kijana wanani, mali anaetabanya. Leo kikongwe njiani, hata basi kelisina na sikitikadumu, rafiki yangu. Inge ujana, ingekuwa ya mkini, wahifazika ujana, ningetia kibubuni, nitumie kwa mapana lakini kubwa huzuni, nashindwa na la kufanya, nasikitika hadumu rafiki yangu ujana. Kijana jitathimini, unochezea ujana, uyatie akilini, alonikuta mtwana Utangia mashaka nisi hivyo wenda mrama nasikitika hadumu rafiki yangu ujana.